ni maradhi yaliyoshindikana. Na ukifuatilia ahwalul aashiqin, ukifuatilia habari na taarifa mbalimbali za watu waliowahi kupenda waliojiingiza katika balaa hili, utazipata habari za yakini. Watu huwa zaidi ya wenda wazimu kwa sababu ya mapenzi. Sijui utatafuta lugha gani uitumie ili uweze kuelezea uhalisia wa mapenzi, namna yanavyotesa. Mmoja katika waliowahi kupenda anatajwa katika baadhi ya vitabu, vile alivyompenda mpenzi wake, aliwahi kusema kuwaambia jamaa, familia ya yule binti anayempenda akiwaambia qultu smahu li an afuza binadhratin wadau alqiyamata ba'da dhaka takumu, asema: nikasema ni ruhusuni jamani, walau ni faidi kumtazama mpenzi wangu mara moja tu, kisha baada ya hapo kiacheni kiama kisimame. Yaani yani, kama kuna vitu mnaviomba vicheleweshe kusimama kiama ni mimi kumtazama mpenzi wangu japo mara moja tu, alafu baada ya hapo nitakuwa nimeridhika, na hicho kiama kisimani. Hadha junun lesi ka dhalik, huu ni ukichaa wala si kupenda. Lakini hayo yanatajwa yamewatokea baadhi ya watu wa qala akhar. Na mwingine alisema qalu juninta biman tahwa fakultu lahumu

jambo lake ni kubwa zaidi kuliko ile hali iliyokuwa vichaa. Hata huyo chizi hatupati ya, yaani kichaa cha mapenzi ni kichaa kikubwa zaidi, uenda wazimu wa mapenzi. Asema, al-ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibuhu, kichaa cha mapenzi, mapenzi hazindukani milele, yule mwenye mapenzi hayo ni ngumu sana kuzinduka. wa innama yusrau lmajnunu fi lhili, lakini hakika mambo yalivyo, hakika si vinginevyo. Anafikwa, anaangushwa kichaa katika wakati fulani, pengine akapata ilaji akapona. Na wengine wanawenda wazimu wa vipindi, mwezi mchanga, wale mawingu ya kitanda mwevu, kikiingia kiangazi, jua likawaka, mtu wa sawasawa basi vichaa hao wana nafuu, au akachukuliwa na jamaa zake akalazwa Mirembe au hospitali nyingine, akatiwa madripu madawa ya kulala, akarudi mtu hajamu. Lakini wenye mapenzi, kichaa chao hakiishi. Haya yote wanayaeleza hawa waliofikwa na maradhi algharam. Ndiyo Alimam Ibnulqayim al Aljauziya rahmatu rahmatullahi taala alayhi kwenye risala yake muhimu sana Raudatul Muhibbin, ukisoma sahifa, ukurasa wa 195, akasema: al-ishq wal hawa aslu kulli baliya, mapenzi na matamanio ya nafsi ndiyo asili ya kila balaa. Balaa zote zatoka hapo, ndugu zangu. Lugha hii inayozungumzwa na wana wachuoni na haya wanayoyasema yana uhalisia ya mkubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Kuna watu wengi sana wanateseka kwa sababu ya mapenzi haya, na kwa bahati mbaya na kwa jambo la kusikitisha ni mapenzi ya haramu ambayo hapo katika misingi ya sheria lakini hivyo hivyo yanawatesa na kuwaangamiza watu. Kuna watu wanapata maradhi kwa sababu ya mapenzi. Utamwona mtu kila siku anapungua, mtu anaisha, mwili unapukutika mpaka unaweza kadhani labda akapata maradhi haya makubwa makubwa ya kisasa, labda ana kisukari huyu au kapata ukimwi au ana kansa. la kumwambia shekhe, wa umma si umi, bwana, alhamdulillah mzima, lakini ana maradhi yanamteketeza, yana ndani kwa ndani, alhubu bali. Pana watu wanapata presha, talikuwa hana presha kabisa wala hana sababu za kupata hiyo presha. Kidhahiri hiyo kolestro, sijui unaita, sijui hana. Ukiangalia mwili wa kawaida ni mtu wa mazoezi, umri wake bado wa kawaida, lakini huwa ana presha zake za vipindi. Ni pale ambapo anapata habari kuhusu mpenzi wake, mapigo ya moyo yanamzidi. Bali pana watu wamekuwa wenda wazimu sana kama haya yaliyoelezwa, wamekuwa vichaa kwa sababu ya al-ishq. Bali pana wengine wamefikia hatua ya kujiua kwa vifo mbalimbali vya ajabu. Mtu akajinyonga, mwingine akanywa sumu. mina rijali wan nisa, hili linapatikana kwa wanawake na kwa wanaume. Mtu akajitia vidonge vya sumu, au akapanda ghorofani juu kabisa, ghorofa ya mbali isha akajirusha, na pengine akaacha ujumbe, aliyenifanya nifanya nifikie huku ni fulana bintu fulani, nimekufa kwa sababu ya kumpenda fulani. Bali kuna watu wengine wanatia huruma. Kuna watu kwa sababu ya kupenda, anabakia anateseka kutoka ujana wake mpaka anazeeka bali pale anapopenda kikawaida tu hawezi kupapata, yale maradhi anabaki nayo toka ujanani mpaka anazeeka. Pana watu wamezeeka na, na, na vidonda vyao. Unakuta mtu anampenda kama ni mwanamke tayari ashaolewa, tayari ni mke wa mtu, lakini mwanamke yule alimgusa sana huko zamani ikawa ni katika watu ambao anatamani awaoe, na pengine mipango ilikuwepo kwamba kumwoa kwa bahati mbaya akawaiwa mwari, akachukuliwa na chuma kingine. Maradhi yale hayaishi akila, akimwona yule mwanamke panamgusa. Basi kuna watu wanazeeka, na wengine husimulia hata wajukuu zao wa, bibi fulani yule alikuwa mchumba wangu Ilikuwa mimi nampenda sana kabla ya bibi yenu, lakini mzee ah, mzenani kaniwahida jambo likaniumiza. Vijizee lakini havija sahau alhubb. Bali kuna mtu anampenda mtu ambaye kikawaida hawezi kumpata mpenzi wake, alikuwa naye katika mji wake mathala, akasafiri kaenda mbali, yeye yuko Afrika alikuwa anampenda, kaenda bara la Amerika, huko Amerikani, yuko Marekani huko wala hakuna mpango wa kurudi, kakaa huko na familia yake. Lakini chuma kinata, kinateketea huku Tanzania kwa mpenzi aliye Amerika, bali anakaa katika hali ya matumaini, kuna siku atarudi tu. Mimi nafanya subra, Allah kuna siku atamrudisha io Amerika huko. Nauli ya kwenda tanga mjini hana lakini asema kama hakuja yeye, utakuja kwenda mimi takuja kufunguliwa, nitakwenda nikipata pesa, kitu cha kwanza ni visa ya Amerika, utamkuta lakini. Yote haya nini? Maradhi. Bali pana watu wana wapenzi wao washakufa, kwa vile anavyompenda haamini kwamba amekufa. amja yesikia hayo haamini kwamba amekufa mpenzi wake, asema hizi, aa, watu wamenichezea, hizi ni hasadi bwana, mimi ninachokiamini mpenzi wangu amechukuliwa msukule. Pale tumezika mgomba yule, yupo watu walikuwa hawapendi mahusiano yetu, yale yaliingia uhasidi mwingi. Mtu mshamzika aki, anaamini yule mgomba nyinyi, lakini iko si mpenzi wake, atatokea. Ya Allah. Haya ni mambo yanawatesa watu.